Ninatumaini utakuwa umesikia kuwa kuna uwezekano wa kuongeza subscribers, kuongeza followers, kuongeza likes, kuongeza comment. Katika social media platform nyingi duniani kote. Na hapa ninaongelea social media platform kama Twitter ambayo kwa sasa ni X, Instagram, Facebook na TikTok, na social media nyingine nyingi ambazo zinawezekana kuongeza followers. Sasa leo nitakuelekeza faida na hasara za kufanya jambo hilo katika mtandao wako wa kijamii au katika akaunti yako ya ya kijamii ya katika social media platform hizo. Sasa tuta na faida za kufanya jambo hilo ambazo eh, nitaanza kwa kuzitaja hapa lakini, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel yetu hii ya Bazili PK 1 tafadhali subscribe ili uendelee kujifunza mambo mengi yanayohusiana na na, social media platform na teknolojia kwa ujumla. So tunaweza kuendelea, na hizi ni faida kadhaa za kuongeza ukakutana na akaunti ambayo haina followers wengi licha ya kwamba wote wanafanya kitu kile kile, lakini yule mwenye followers wengi ata grab attention yako, yani utamwamini kwa urahisi zaidi. Na hata kama unataka kufanya biashara uh, labda umekutana na akaunti mbili za wafanya biashara, hii na followers wachache na hii na followers wengi, basi yule mfanya biashara mwenye followers wengi atakuwa katika sehemu nzuri ya kufanya biashara na watu wengi, kwani ana win trust ya wateja kupitia followers alionao. Lakini faida ya pili kununua followers, uh, katika social media platform yote tuna kitu ambacho tunakiita search engine. Sasa kwenye search engine unapoenda ku search account aina yoyote, huenda uh, katika sehemu ya Instagram unataka kutafuta watu wanaojihusisha na uuzaji wa magari labda, ukiandika magari pale, account ambazo zitakuwa recommended ambazo zitatokea pale ni account ambazo zina followers wengi, kwa hiyo hapo itakusaidia kuweza kuonekana kwa urahisi. Kwa hiyo tuweza kusema kwamba followers wanaweza kukusaidia kuonekana kwa urahisi zaidi kwa akaunti zenye followers wengi zinaaminika kwa urahisi, zinakuwa recommended, lakini pia zinaweza kupatikana kwa urahisi kulinganisha na account ambazo hazina followers kabisa. So nahisi hizo ni faida mbili ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kufanya maamuzi kabla hujafikia hatua ya kununua followers. Tuende kwenye upande wa hasara sasa. Hasara za kufanya jambo hilo katika akaunti yako ni kwamba utakuwa tu na ongezeko la namba number, yani numbers zitaongezeka lakini wale engagement yako unaweza ukawa na followers milioni moja lakini bado ukaendelea kuwa unapata likes moja mbili tatu, uh, au chini zaidi. Kwa hiyo wale followers hawatoongeza kitu chochote kwenye akaunti yako nikiwa namaanisha hautopata, hautopata, likes, hautopata, hautopata comment wala ongezeko la views katika video zako. Wale followers wale wanakuepo kama namba, lakini hakuna kitu chochote watakachokiongeza katika akaunti yako. Hasara nyingine ni kwamba wale followers baada ya muda wanakuwa removed by platform, baada ya muda kadhaa, kwa sababu uh, uh, uh, mtu yote anayekuuzia followers, nafikiri ukifanya research nzuri, utapata kujua followers aina yote wanakuwa na refill ambayo ile refill ina ina period fulani ya kusurvive. Mfano, unaponunua followers ambao wana ile refill ya siku 365 ya ku, inamaanisha ya muda huwa wanapotea. Kwa hiyo uh, hili ni jambo ambalo limekuwa likiwaumiza liki watu wengi ambao wamekuwa wakinunua followers uh, na baada ya muda wale followers wanaanza kupotea. Kwa hiyo hizo ni hasara pia mbili uh, uh, na faida mbili ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kufikia mkataa wa kwa nini ununue followers au kwa nini usinunue followers. Kwa hiyo kabla ya kununua followers unaweza ukatizama video hii na uweze kujua uh, maamuzi yako yanaenda wapi. Na usi sao kusubscribe na mimi ni Basil PK1.